Sehemu muhimu katika mwili wa binadamu na ambao hauwezi kulinganishwa kirahisi na kiungo au sehemu yoyote kwenye mwili wa binadamu. Maradhi yanayosababisha uvimbe katika ubongo yanazidi kutatiza afya kwa wagonjwa na mara kadhaa yamekuwa yakisababisha vifo. Hapa ni katika hospitali ya rufaa ya KCMC, ambapo jopo la madaktari bingwa wa upasuaji wa maradhi ya ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu, ikiwa ni kampeni inayolenga kutathmini uwezo, umahiri na tiba dhidi ya ugonjwa huo. Baadhi ya madaktari hapa wametokea nchini Marekani na wamekuja kuongeza nguvu na kuweka kambi katika kukabili maradhi hayo. Um, tumefanya upasuaji brain wa kijana wa kiume ambaye alikuwa na uvimbe kwenye kichwa. So um, na tumefanikiwa kufumua ubongo uh, na kuondoa uvimbe madaktari wengine wanasema magonjwa hayo yameanza kuchukua sura mpya huku yakishambulia marika yote. Vivimbe vya ubongo vinahusisha watu wote, kuanzia watoto mpaka wazee. Kwa kila mtu anaweza kupata kivimbe cha ubongo. Kwa vivimbe ambavyo viko ndani sana ya ubongo karibu na mishipa labda mikubwa ya damu au maeneo muhimu sana ya ubongo, tunatumia muda mrefu zaidi ukilinganisha na vivimbe ambavyo viko karibu na fuvu la kichwa wagonjwa waliopatiwa huduma wanaeleza matarajio yao. Najisikia vizuri, yaani ndani hakuna maumivu. Ni maumivu ambayo inayokuwa ni kidonda, hii kidonda nasikia na inauma, nafikiria na kitapona kita, yani naendelea kupata dawa, nafikiria kidonda kitapono. Maradhi ya uvimbe wa ubongo husababisha dalili mbalimbali, kutegemeana na sehemu ulipo na matibabu yake yanaweza kujumuisha upasuaji, tiba ya mionzi au tiba kemikali. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.